Niombwa nizungumze kidogo kuhusu topic ya leo, mwanamke kama chachu ya mabadiliko. Nitazungumza mwanamke kama chachu ya mafanikio katika maeneo matatu mafupi. Eneo la kwanza ni mwanamke kama muendeleza uzao, eneo la pili ni mwanamke kama mlinzi na eneo la tatu ni mwanamke kama daraja. Haya maeneo matatu nataka nizungumze na wewe ambayo yatakupa picha ya mwanamke kama chachu ya mabadiliko, a woman as an instrument of change, mwanamke kama chombo au kama chachu ya mabadiliko. Lakini naomba nianze kwa swali, wangapi kutoka sakafu ya moyo wako unaamini kabisa ya kwamba wewe ni chachu ya mabadiliko naomba mkono. Umeona mikono, sio? Kuna wengine nafsi zao zinawaonyesha kabisa ya kwamba wewe sio chachu ya mabadiliko, yani deep down moyo wako unakuambia kabisa wewe sio chachu ya mabadiliko. Na nina uhakika baada ya hizi dakika chache, kama ulikuwa sio chachu ya mabadiliko, I am sure utahama leo kutoka kuwa sio chachu ya mabadiliko kuwa mwanamke ambaye ni chachu ya mabadiliko. Ngoja nianze na sehemu ya kwanza, mwanamke kama muendeleza uzao, yaani nafasi yako ya kuleta mabadiliko katika kuendeleza uzao. Sasa sintoongea kuhusu kuzaa watoto kwa sababu, kama ulikuwa ujui, naomba nikwambie katika uumbaji wa Mungu hakuna kiumbe kilichopewa fursa na uwezo wa kuendeleza uumbaji kupitia uzao isipokuwa mwanamke pekee, duniani hakuna. Wengi mnafahamu kabisa, tuko katika ulimwengu ambao tuna kitu kinaitwa LGBTQAI++. Katika ile LGBTQAI++ ile T maana yake ni transgender transgender ni sayansi ya kumbadilisha mtu wa jinsia moja aweze kwenda jinsia nyingine, na akafunction kama jinsia nyingine, baada ya sayansi ya kumbadilisha. Wangapi mmeshawahi kusikia hiyo? Mmeshawahi kusikia? Sasa naomba nikwambie transgender inavyofanyika, mwanaume anavyofanyiwa transgender, au mwanamke anaweza kufanyiwa transgender. Kuna mambo katika mwili wake, ana uwezo wa kubadilika kabisa, yakawa jinsia nyingine anaweza akabadilika sauti, anaweza akabadilika hisia, anaweza akabadilika muonekano, anaweza akabadilika via vyake vya uzazi. Lakini kati ya vitu ambavyo vimeshindikana na havitakaa viwezekane ni mwanaume aliyebadilishwa kuwa jinsia ya kike kuweza kubeba mimba. Haiwezekani na haitokaa iwezekane, kwa sababu ni uwezo pekee ambao Mungu alimpatia jinsia ya kike. Kwa hiyo mwanamke anaweza akabadilishwa, mwanaume anaweza akabadilishwa akawa mwanamke na akaonekana kama mwanamke, kila kitu, lakini kitu ambacho hawezi kuwa kuweza ni kuweza kufanya nini? Kubeba mimba. Sasa ngoja nikupeleke kugumu zaidi. Ndiyo maana mwanamke anaitwa woman, sema woman. Maana ya woman wale watu wa maandiko wanajua kabisa mungu alimuumba mwanadamu kama adamu mwanamke hakuwahi kuumbwa kama unafikiri mwanamke aliumbwa mwanamke hakuumbwa mungu alimuumba adamu mwanamke akatoka kwa adamu sasa maana ya woman maana ya woman is a man with a womb ni mwanaume aliyetengenezwa na mungu akawekewa kitu kinaitwa womb womb ni tumbo la uzazi Ndiyo maana haiwezi kubadilika hata siku moja jinsia nyingine ikaweza ikabeba mtoto. Kwa hiyo, a woman is a man with a womb. Sasa nachotaka kukuambia kwenye kuendeleza uzao ni hii, pamoja na uwezo Mungu aliyokupa wa kuendeleza uzao, usiishie kuendeleza uzao wa kubeba watoto na kuzaa peke yake, ambayo mimba hiyo unaipata naturally Hakikisha unabeba mimba za maono na unazaa vitu vinaonekana. wangapi wananielewa? Hakikisha unabeba mimba za fursa na unazaa vitu vinaonekana. Badilisha vitu na mambo katika ofisi unayofanya kazi. Beba mimba za mawazo, sio unabeba mimba za umbea peke yake. Halo, beba mimba za vision, sio unabeba mimba za vitu ambavyo havieleweki Beba mimba za maono, beba mimba za malengo. Mwaka huu nataka kufanya kitu fulani. Mwaka huu nataka nibadilishwe cheo niende kupata promotion, sitaki kushikwa mkono na mtu. Beba mimba zinazobadilisha circumstance ulionayo, kukutoa sehemu moja kuwa sehemu nyingine. Pamoja na kwamba una uwezo wa kubeba mimba ya tumbo, usiishie hapo, nenda zaidi. Beba mimba zitakazokupa mafanikio, beba mimba zitakazokubadilisha status yako Beba mimba zitakazobadilisha mwonekano wa familia yako wa watoto wako. Nenda zaidi ya mimba ya bioloji, nenda zaidi, uwe na mimba zitakazozaa mafanikio. Mwambie mwenzako, zaa mafanikio. Mwambie mwenzako, beba mimba ya maono. Wangapi wamenielewa kwenye pointi ya kwanza? Usiendeleze uzao peke yake wa watoto, hiyo ni jambo jema, lakini endeleza uzao wa mabadiliko. Jambo la pili, mwanamke kama mlinzi. Mwanamke kama mlinzi. Ile ya kwanza ya uzao nimekupa swala la kibayolojia wum, hii ya pili pia naomba nikupe swala la kibayolojia mwanamke kama mwenye uwezo wa kuendeleza protection, ulinzi. Akina mama mlioko hapa, naomba niwasaidie kitu kimoja ambacho na uhakika wengi amjui tulivyokuwa darasa la sita pamoja na form 3 tulifundishwa, mwanadamu mwana ana sensory organ, milango ya fahamu mingapi? Wangapi wanakumbuka mingapi? Tulifundishwa mingapi? wa kwanza, masikio, macho, ulimi, pua, ngozi. Sasa naomba nikwambie, tafiti za saikolojia zimeprove kitu ambacho hata mimi nina uhakika kwa sababu hata kwenye imani kipo. Mwanamke ana sensory organ sita, sio tano. Kuna mtu ananielewa? Ningekuwa mwanamke kama wewe ningepiga makofi. Mwanamke ana sensory organ sita. Ile ya sita kitaalamu inaitwa EPS. EPS maana yake ni extra perceptual sensory. Ni sensory, ni sensori ambayo mwanamke ana uwezo wa kupata taarifa bila kuitafuta kwa nguvu. Kuna mtu ananielewa? Ndio maana mara nyingine unaweza kushangaa, umelala usiku, alafu unaota password ya simu ya mme wako. Kuna mtu ananielewa? Wangapi? Wangapi, unakubaliana na mimi, mpenzi wako anaweza kuwa anakudanganya. Unamkubalia lakini moyoni unajua kabisa huyu muongo. Wangapi umewahi kumshauri mpenzi wako au mume wako kitu fulani, akaendelea kufanya kikafanya vibaya akaogopa kukwambia? Wangapi? Kwa nini unauo uwezo? Kwa sababu ya EPS, extra perception sensory. Kwa hiyo kwa nini Mungu amempa hiyo kitu mwanamke? Kwa sababu Mungu alihakikisha mwanaume, pamoja na uongozi na kazi aliyonayo, akaujua huyu jamaa hana full protection. Ngoja nimtafutie mwanamke. Ndio maana wale wanaofahamu maandiko, akasema sio vema huyu mtu awe peke yake nitampatia msaidizi, na huyu msaidizi akaja kumtengenezea ulinzi. Ndiyo maana mwanamke ana uwezo wa kuona mme wake anaingia kwenye partnership ya biashara, akaona jina la mtu mmoja aliyemweka kwenye ile karatasi, akamwambia mume wangu, kama mimi ni mke wako, ili jina ondoa, ili jina mtaifika pabaya, na mwisho wa siku kunaweza kutokea matatizo. Kwa nini? Mwanamke amepewa kuona mbali kuliko sisi. Ndiyo maana nenda kokote uendako utakuja kugundua familia zilizofanikiwa vizuri kiuchumi ni zile ambazo baba kama kiongozi anasikilizana na mke wake. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu kuna makosa mwanaume anaweza akayaepuka kama akiruhusu protection ya mke wake. Sasa ninyi mmepewa EPS ili kutulinda sisi, kwa hiyo kwa sababu unaweza kupata taarifa ya ulinzi bila hata kuitafuta. Naomba niwaulize swali, wanawake wangapi, umeshawahi kupata taarifa ambayo mume wako alikuwa anataka kuificha alafu ukaipata, wala bila jasho? Wangapi umewahi kuipata, imewahi kukutokea eh? Sasa ukiona unavizia simu ya mpenzi wako akiwa anaoga ili uangalie password yake, ujue wewe umeshafeli. Kuna mtu ananielewa? umefeli. Kwa nini umefeli? Kwa sababu Mungu alivyo kudizain una uwezo wa kupata taarifa bila kunyemelea, una uwezo wa kupata taarifa ya kiulinzi ya kiintelijensia bila jasho. Hiyo staili ya kunyemelea waachie Suma JKT, si ya kwako. Kuna mtu ananielewa sasa Utawezaje kusimama kwenye nafasi yako ya ulinzi ili uweze kupata hayo mambo? Hakikisha mnara wako, mnara wako wa kihisia na kiroho vinasomana huko angani. kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Minara yako mingapi? Miwili, mnara wa hisia na mnara wa kiroho, viende juu, vinasomana. Naomba nikwambie, huto kodi bodaboda wa kumfuatilia mtu kwa sababu atajikuta mwenyewe amekupa taarifa bila hata yeye kujua, kwa sababu Mungu amekuweka kuwa mlinzi. Sasa naomba nikwambie, ninakutakia uweze kuwa mlinzi wa mwenzako pale kazini, ninakutakia uweze kuwa mlinzi wa familia yako, nenda kawe mlinzi wa watoto wako. Akina mama, mko hapa, naomba niwaambie, pamoja na huko bize na kila kitu ruhusu kukagua maisha ya watoto wako. Wewe ni mlinzi wa familia yako, tazama watoto wako wanapotoka shule. Tafiti za nchi zinasema watoto wengi wanafanyiwa sexual molest, unyanyasaji wa kingono asilimia themanini na watu wa nyumbani kwao dari moja. Wengi wanapokuja tunaongea nao anasema sijamwambia baba wala mama, kwa sababu hawana muda. Hakikisha unalinda familia yako, check in your kids most of the time. kaa nao wakati unakula, waambie Muulize, nani rafiki yako kwenye gari la shule? Dereva wenu anaongea nini kwenye gari la shule? Rafiki yako mzuri ni nani kule shuleni? Wazazi wake fahamu mambo hivyo. Ndivyo unaweza ukalinda familia yako, linda maisha yako. Mama yangu Gertrude pamoja na dada yangu ana wamezungumza, jilinde ili usije ukashikwa nini mkono. Wewe ni mlinzi sasa. Pamoja na kuwa mlinzi wa wewe mwenyewe, pia uwe mlinzi wa mazingira yako.